Chama cha ODM kinaendelea kukumbwa na mawimbi ya kuwa miongoni mwa vyama vikuu katika siasa za Kenya baada ya kufariki kwa kiongozi wake hayati Raila Odinga. Baadhi ya wananchi wamesisitiza kuwa ODM ina katiba na mwongozo wake na ni lazima viongozi wake waifuate wanapotekeleza majukumu ya chama. Naamini katiba ya ODM inatoa mwelekeo mzuri sana wa kuongoza chama. ODM iko na deputy party leaders watatu. Abdusamad Nasir, Simba Arati, Godfrey Osusi, kuliko wasumbuane, waweke hawa ndume watatu kwa nyumba na watoe mtu ambaye kwamba atavaa viatu vya baba Raila Amolo Odinga, waje viongozi wenye mzee Raila mwenyewe alikuwa na, alikuwa amewaje wakiongea katika msururo na msunguko wote katika inji hii ya Kenya, akiwamo Edwin Sifuna na Babo Wino. Hao vijana wako sawa, wanaweza ongoza hiyo chama mzuri na wanaweza peleka wananchi mahali ambapo wanataka watu wa ODM. Mtu kama Orengo na Anyang' Nyong'o ni watu wamekomaa kwa hiyo chama kwa muda mrefu sana na wako na experience. Sasa chenye mimi nilikuwa nasi, ama naomba wale vikundi ya vurugugu ya vijana hao wa upande wa ODM wengine, kama wakila nani aitwaje, huyu Babu Owino, wange a wangekuja pamoja na hiki kikundi cha wale Anyang' Nyong'o Orengo, nyo wamekomaa kwa siasa kwa hiyo party ODM, wajaribu kujadiliana njia, kufu, njia kufu, kufufu, kufufu ya kufufua e chama baada ya mzee kukufa. Aidha, mwelekeo wa chama hicho ulizungumziwa, huku baadhi wakitoa wito chama hicho kishirikiane na serikali, wengine wakitaka kujiandaa kwa uchaguzi mkuu 2027 na kutoa mgombea mmoja wa urais. Hata hivyo, wakati wa mkutano wa viongozi wa kuu wa chama hicho jijini Nairobi waliafikia kuwa utashirikiana na serikali ya Rais William Ruto hadi pale serikali itakapotimiza yaliyofikiwa katika mkataba wa ajenda 10 ifikapo mwaka 2027. We reiterate the commitment of a party to the broad-based government until 2027 a relationship guided by the 10 point agenda entered into for the sake of peace and stability of the country. Nikiripoti, ya mtazamo wa Dira, Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.